Umewahi kuamka usingizini na kujikuta huwezi hata kujisogeza, huwezi hata kuzungumza, ukahisi kuna kitu kimekusonga, au hata kuona kivuli kabisa kimekushikilia? Basi usihofu, inawezekana ulikumbwa na tatizo. Watu wengine hudhani ni majini, wengine hudhani ni nguvu za giza kisa. Lakini kisayansi, hii hii hali inatokana na mfumo wa usingizi wako wewe mwenyewe lakini usiogope, leo nitakufafanulia kwa kina kabisa kuhusu sleep kwenye video hii ambapo tutazungumzia kwa kina kabisa kuhusu sleep paralysis. Tutaangalia namna inavyotokea, lakini pia tutaangalia sababu zake, tutaangalia dalili za sleep paralysis, tutaangalia athari za kiafya kwa mtu ambaye tayari ameshaathirika na sleep paralysis lakini pia tutaangalia matibabu ya huyu e, mgonjwa au mtu mwenye hali ya sleep paralysis, lakini pia tutaangalia namna nzuri ya kuiepuka kabisa sleep paralysis ili isije katutokea tena. Kwa Kiswahili ugonjwa huu unaitwa gano la usingizi. Actually sio ugonjwa, lakini pia ni hali, tunasema ni hali ambapo mtu anashindwa kusogea au kuzungumza wakati anapokuwa usingizini au anapokuwa amelala muda mfupi tu baada ya, hii inatokea kwa sababu mwili unakuwa bado uko katika hali ya kupooza ez, tunaita maso, ambapo ni kawaida kabisa kwa usingizi wa kina. Mtu anapokuwa katika hali ya usingizi wa kokoku, mara nyingi e, mwili unakuwa kupooza ili kuzuia mtu asifanye harakati zozote. Okay. Harakati za ndoto. Tunapozungumzia harakati za ndoto, tuna maana ya kwamba e, mtu anaweza kapiga e, mateke au mikono, ile hali mfano e, mtu anayeota kama anacheza mpira au anagombana na mwenzake, basi atarusha mikono wakati wa usingizi. Muda mwingine kuruka au kushtuka ghafla, kana kwamba mtu sasa ametoka juu ameanguka ghafla kitandani, kuzungumza usingizini, kutembea usingizini, ambayo tunaita sleepwalking kulia au kucheka wakati wa ndoto e, unapokuwa unaota ndoto yenye hisia kali e, mtu anaweza akacheka akalia, au akapiga kelele ile hali akiwa amelala, kupumua kwa nguvu au kubadilisha e, mkao wa mwili. Hizo zote tunaita ni harakati. Makundi yaliyo hatarini kabisa kupata hii hali ya sleep paralysis. Moja, vijana wenye umri wa kuanzia miaka 14 mpaka 30 mpo hatarini sana kupata hii ya sleep paralysis. Una hisi mekabwa, una hisi mekabwa na wachawi, lakini kumbe sio. Wanafunzi wa vyuo na watu wenye ratiba zisizo na muda maalum pia mpo kwenye hatari kubwa. Ama vichocheo vya sleep paralysis, hebu ngoja tuviangalie sasa kwa kina: upungufu wa usingizi na kuvurugika kwa ratiba ya kulala hii ni sababu kubwa sana ambayo e, inapelekea mtu apate hii hali ya sleep paralysis. lala sasa ya kulala sabilisas manake, hapo ratiba za kulala zimeshaharibika. auti ambao wanalala chali, mara nyingi huwa wanapatwa na hii hali ya sleep paralysis, yani unalalia mgongo. Kitendo cha kulalia mgongo inawezekana pia wakasababisha eh, hali ya upumuaji kuwa chini. Msongo wa mawazo au wasiwasi, hii pia ni sababu kubwa sana ambayo inasababisha usingizi kukata baada ya muda wa siku na kupelekea sleep paralysis. Magonjwa ya usingizi, magonjwa nupa, narcolepsy inayosababishwa na mtu kupata usingizi wa ghafla hasa mchana. Sleep apnea apnea ni hali ya kusima eh, ni hali ya kusimama kwa kupumua, yaani eh, mtu anawacha kupumua kwa sekunde chache au kwa dakika chache, hasa akiwa katika usingizi. Sababu nyingine ni kubadilika kwa ratiba ya usingizi eh, hapa ndipo pale niliposema kwamba wanafunzi wa vyuo na watu wasiokuwa na ratiba maalum ndio wako katika hatari kabisa ya kupata sleep paralysis. Mfano sasa Funzi wale wanaokesha kusoma e, leo wanasoma mpaka saa nne lakini kesho wanasoma mpaka saa tisa ile hali ya kukosa usingizi inaleta inaweza kawa ni kichocheo kikubwa kabisa kwa sleep paralysis lakini pia watu wa kazi za usiku wanajijua watu wa afya wote mpo kwenye hatari kubwa ya kupata sleep paralysis lakini pia walinzi askari wanajeshi sio akina nani wote mpo kwenye hali ya eh, hatari kabisa ya kupata sleep paralysis. Lakini eh, sababu nyingine kubwa ni watu ambao wanatumia madawa na vileo eh, matumizi ya dawa na vileo zinaweza zikawa za hospitali au za eh, dawa zingine, mfano watu wanaotumia pombe, watu wanaotumia sigara, eh, watu wanaotumia dawa za kulevya watu wanaotumia caffeine, kahawa nyingi, hawa watu eh, ndo, ndo, ndo, ndo ambao baadaye wanakuja kupata tatizo la sleep paralysis. Lakini pia historia ya familia au vinasaba tunasema genetic makeup, pia eh, watu ambao tayari wazazi wao vizazi vya nyuma vilishapata ile hali ya sleep paralysis, maanake kuna athari kubwa pia inaweza ikajitokeza kwa mzazi inavyokuja hasa watoto wao, lakini pia <coughs> mazoea, ndoto za ufahamu, hii wanaita Lucid dreaming na Astral projection. E, somo lingine nitakuja nielezee vizuri kwa kina kabisa hii. Hey, Lucid dreaming na Astral projection ina maana ipi? Lakini sasa inavyotokea, tunasema katika hali ya usingizi, kwa nyingi mwili yetu na kupitia hatua tatu ambazo ni light sleeping, deep sleeping, alafu na rapid eye movement sleeping au REM. Ndoto nyingi hutokea katika hatua hii ya tatu, wakati ambapo ubongo unakuwa mzito zaidi, lakini mwili unakuwa umepooza ili kuepuka kwenye amia vile na mwana hali ya kuzuia au maso astenia eh. Hii ni hali ambayo eh, inazuia mwili kutoa majibu ya kimwili wakati wa ndoto, mfano kutembea usingizini sleep walking. Ubongo huamka kabla ya mwili kuondoka kwenye hali hii ya kupooza, na hivyo kusababisha kutokea wakati mtu anapokuwa kwenye hali ya mpito kati ya usingizi na kuamka. Ile hali mtu anataka kuamka baada ya usingizi p mara nyingi hapa ndipo dalili huwa zinaanza kuonekana, na inatokea katika ile hatua ya tatu ya usingizi ambayo la tulisema laai u. Watu wengi wanaielezea hii hali kama kuamka lakini mwili ile ikiwa umepoza, na mara nyingi kuambatana na dalili zifuatazo nitakazozielezea: kupoza kwa mwili, inability to move and to speak. Mtu anashindwa kuzungumza, ile hali yeye anajiona yuko macho lakini anashindwa kuongea, anashindwa kujisogeza mahala, au anashindwa kufanya shughuli yoyote. Kushindwa kupumua vizuri, breathing difficulties. Mtu anashindwa kupumua vizuri. Hisia za hali ya kutisha Kimombo tunasema sense of fear and panic. Mtu anahisi mazingira yale yameshakuwa ni hatari kwake, yeah. maono au hisia za kuwepo kwa kitu hallucinations and sense of presence. Maono ambayo anaweza akayaona hapa ni kama vile maono ya kuona kimvuli, mtu anaona kimvuli au sura ya mtu au kiumbe kingine ambacho hakijulikani. sauti kusikia sauti za kutisha ambazo zsiki. Hisia za kushikwa au kubana, mtu anahisi kama kana kwamba kuna mtu anashikilia mwili, anashindwa kumove. Hisia za kuwa nje ya mwili, na nyingine ya mwisho ni kupata usingizi mzito. weza kuwa na athari katika nyanja tofauti tofauti, ikiwa ni athari za kimwili, athari za kiakili uh, lakini pia athari ya jamii. Mfano kwenye afya ya akili, msongo wa mawazo na wasiwasi. Wasiwasi hii inaweza kuathiri maisha ya kila siku, kazi pamoja na masomo. Hey, stress, stress. Hofu ya kulala, mtu anapata hofu ya kulala, anaona sasa nikilala naweza nikakutana na kitu icho nacho jana. Tunasema sleep anxiety disorder. Baadhi ya watu huanza kuogopa eh, kulala, tunaita sleep, kwa sababu tu ya uzoefu wa kutisha kwa yale ambao anakutana nayo jana au siku zingine za nyuma. Mara nyingi sasa, mtu akishakosa usingizi eh, ana anaenda ana, ana kuathiri ubongo, ambapo ubongo ukiathiriwa, pia hata mwili pia utaathirika. Lakini pia hata ule mzunguko wa kawaida wa usingizi nao utaharibiwa. Lakini pia mtu anaweza kawa akapata depression, ambapo eh, mtu anakuwa na hisia za upweke na huzuni, lakini, athari za kimwili, uchovu wa kila siku daytime fatigue and sleeping deprivations. Kupunguza uwezo wa kufikiria, hii inaweza ikapunguza uwezo wa kufikiria wa mlengwa, lakini pia hata ule uwezo wa kufanya maamuzi unapungua kabisa. Lakini vilevile, uh, inaweza ka ikaathiri kazi pamoja na mahusiano. Kuongezeka kwa shinikizo la damu high blood pressure, wasiwasi mwingi na hofu. E, mara nyingi huwa unaongeza shinikizo la damu, jambo inakuwa ni kwa muda mfupi na inawapata zaidi wale ambao tayari wana historia ya kuwa na matatizo ya moyo. Kwa athiri mfumo wa usingizi uh, sleeping cycle disruption, lakini pia kijamii, inawezekana usieleweke kijamii ukiwa na matatizo hayo kwa sababu Sleep paralysis inahusiana hasa, watu wanaamini kwamba inahusisha majini, mapepo na nguvu za giza. Kwa hiyo ukiwa na shida kama hii, jamii inawezekana usieleweke ama ukaelewa kwamba wewe ni chawi, na mana matatizo ya mahusiano pia. Eh, mfano mtu mwenye sleep paralysis ikiwa inamtokea mara kwa mara kila siku, anaweza na kuwa na ugumu lala na mwenza wake kwa sababu ya hofu tu. Onyo, ikiwa eh, una hofu na msongo wa, ma wa mawazo unaotokana na sleep paralysis na haujadhibitiwa, kama na haujadhibitiwa unaweza kuongeza hatari kubwa ya kuugua magonjwa makubwa kama vile panic disorder PTSD ambayo disorder pamoja na bipolar. Ieuka sleeping paralysis ni kama hizi zifuatazo. Kwanza, tengeneza ratiba nzuri, lala na kuamka muda ule ule kila siku, hata kama ni siku za weekend. Hakikisha unapata usingizi wa kutosha masaa saba mpaka tisa kwa mtu mzima. Epuka kulala kwa muda mfupi sana au kwa muda mrefu sana kupita kiasi. Punguza stresi na wasiwasi, fanya mazoezi ya kupumua deep breathing, jaribu meditation pamoja na yoga. Hii inasaidia mwili kupumzika kabla ya kulala. Epuka kufikiria sana kuhusu sleeping paralysis kwa sababu hofu inaweza kufanya sleeping paralysis ikajitokeze tena. Epuka kafeini, pombe, au soda. Na kafeini kama vile kahawa, soda, chai pamoja na energy drinks hizi e zinaweza zikasababisha ule mtindo ule

Ya sasa kuvunja ile hali ya mwili kupoza. Chaa cha pili, jaribu kuhema haraka na kwa nguvu ili kuongeza eh, hewa ndani ya mwili wako. Usiogope. Paralysis haidhuru, pia sio shugani wala sio mzunu wala wala hakuna kitu chochote ambacho kimekushikilia kwa hiyo